Naam, bwana mtazamaji wa Trendy TV, nadhani ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi sana walikuwa wanatamani kufahamu au kujionea kwamba nini ambacho kitatokea hususan baada ya Dula Makabila kufahamu kwamba ex eh, wake Zailisa ameachana na aliyekuwa mumewe Haji Manara. Nadhani kila mtu atakuwa anaelewa hilo kwamba Uh, Dula Makabila alikuwa anaonyesha wazi siku zote kwamba bado anampenda sana Zaylisa. Umeona moja kati ya vitu ambavyo Dula tunavifahamu alikuwa anavizungumza waziwazi ni kwamba alikuwa anaweka hilo jambo bayana kwamba yeye bado feelings zake zipo kwa Zaylisa japokuwa ameolewa. Sasa, ili tukio la Zaylisa kuachana na Manara, watu walikuwa wanataka waone, watu walikuwa wanataka waone reaction ya Dula Makabila katika ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story alafu ameambatanisha na ule wimbo wa hili limeniumiza sana wa Zabron Singers. Lakini pia kumekupo na posti nyingine za Dula Makabila akiwa anazungumza na mashalavu akiwa wanacheka, umeona bwana video call, umeona bwana hapa kuna page hapa imekuja kuripoti wakiwa wameandika kwamba, eh, mashalavu akiwa amepoza kwa sababu bwana jamani leo Dula Makabila halali anaandika ngoma mpya kwa hiyo mzungu kazimia kuna ujumbe huo wa mashalavu anasema kwamba Dula Makabila anaandika ngoma mpya baada ya ex wake kuachika. Umeona bwana, lakini pia Dula Makabila naye pia amekuja kuconfirm hilo kupitia post yake nyingine, ikiwa inamuonyesha yuko studio na akaandika pale caption kwamba mnataka saa ngapi, yani kwamba mnataka saa ngapi hiyo ngoma itoke. Dula Makabila mpaka anataka kuachia ngoma mpya. Wameripoti pia wameandika kwamba Dula Makabila baada ya kuona posti ya ex wake Zaylisa ameweka emoji za vituko huko katika ukurasa wake wa Instagram. Kwa hiyo wadau bwana, wategemee tu kwamba kuna ngoma mpya, na hiyo ngoma inasemekana kwamba Rushaina tayari ameshaisikiliza na ndio maana leo mchana eh, Rushaina akawa anamuuliza Dula Makabila kwamba huo wimbo unauachia au au uvujishe mambo hayo. Kwa hiyo, kwa upande wa Dula Makabila bwana, ni furaha ambayo inashindwa kufichika, na pia kumekuwa mpaka kuna video zile za Dula Makabila akiwa anacheka zikiwa zimetrend sana huko mitandaoni. Hebu sikiliza hapa.